Uh, jamani, kwanza naanza kwa kuwashukuru uh, wale wote wamekuwa wakinisapoti uh, wakitaka nisonge mbele, wakitaka nikue kama kijana wao uh, big up, na shukrani sana kwenu kwa sapoti yenu uh, mna, mnao subscribe kwenye chaneli yangu mnao like, mna share, mna comment. Sina cha kuwalipa zaidi ya kuendelea kujituma kuwaletea taarifa ambazo ziko sahihi na taarifa ambazo zimeenda shule kwenye nyanja ya kisiasa au politics. Sasa, baada ya kumaliza kuwashukuru watu mnaendelea kunifuatilia na kunisupoti uh, katika kazi yangu nayoifanya, mnazidi kunitia moyo wa kuendelea kupush na kuwaletea vitu vipya kila siku. Sasa, watu wangu, mm, leo nataka tu share na nye kitu kimoja tukiachilia sia tukiachiliana uh, tukiachilia, tukiachilia ambayo ina mambo yanaendelea hapa nyumbani kwetu, kuna pia kimataifa, kuna vitu vinaendelea ambavyo pia huwa vinaathiri mpaka kwetu. Tunaona kama kuna vita za Ukraine, vita ya Ukraine ambayo ileta mushkili mpaka asili hadi huku kwetu uchumi wa nchi yetu. uh, tunaona kuna vita vya vya Israel uh, tunakumbuka tuna, tuna juzi kati hapa kulikuwa na, na vita Uh, ya, kuna vita pia vya Goma, eh, waasi wa M ishirini na tatu dhidi ya, ya jeshi la, la, la Kongo, FDLS, eh, alafu kuna kuna kuna kuna, kuna hawa nani, kuna juzi kati tu hapa tena tulitokea tafrani kati ya, ya, ya, ya Burkina Faso dhidi ya Nigeria, ndege iliyokamatwa Burkina Faso ndege uh, kubwa kutoka Nigeria iliyoenda kukamatiwa Burkina Faso. Kwa yote haya sisi huwa tunaenda mbali na kuwaletea hizi taarifa. Mimi pamoja na timu yangu najitahidi kwenda mbali ili kuwaletea hizi updates, watu wangu wa nguvu sana. Asa, leo sitoongelea yote hao niliyoyataja. Leo nitakuja na kitu kimoja kinaitwa mgogoro huu uliokuja hivi karibuni ambao Trump ameataki ame, ame Venezuela ameataki meli za mafuta za Venezuela. Jamani, hii tunaona tunaona unayozunguka hii ishu sio, sio, sio, sio insu labda kwa sababu watu wanauadui watu na uhasama. Hapana, ishu kubwa inayo targetiwa hapa ni vita ya kiuchumi economic war. Hey, vita ya kiuchumi na vita kiuchumi zidi ya kiuchumi zidi ya kina nani, vita ya kiuchumi zidi ya mataifa mengine. Kwa mfano mtu ambaye ni Uh, anaonekana kama adui wa kiuchumi sana dhidi ya, ya, ya, ya Amerika ni Russia, Marekani wao Russia na, na, na, na, na mchina hawa wanaonekana kama wanataka kutengeneza na wao nguvu ya uh, nguvu ya nguvu ya Yemen, wasitegemee tena uh, dola. Wanataka kwanza kutoka kwenye mifumo ya kutegemea sana uh, dola katika soko la dunia katika soko la kibiashara duniani hivyo basi wameamua wame wame na kulenga nchi ambazo wana uhusiano nao mema kwao, wanazipa pressure na kuzishinikiza kutumia Yemen badala ya dola. Sasa Trump akiangalia, akiona namna mambo yanavyoenda, anazidi kuchanganyikiwa. Ndio maana unakuta sasa anaanza na yeye kuwekea vikwazo baadhi ya nchi nyingi sana e, zitakazokiuka zitakazokiuka e, uh, mikataba ya, ya umoja wa kimataifa Uh, au zitakazokuwa zinaonekana kuisusia dola. Uh, sasa kwa nini njikite zaidi kwenye kwenye, kwenye kwenye upande wa Venezuela? Kwa nini Venezuela na imeshikiliwa hapo? Mwanzo alisema Trump, kwa nini ameshikilia Venezuela? Alisema ameshikilia kwa sababu rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekuwa ni mtu ambaye akifadhili aki makundi yanayoleta dawa za kulevya uh, zaingiza dawa za kulevya sana Amerika. Pia amekuwa akileta wahamiaji wengi sana kwa sukuma kwenda Amerika, na wanaenda kuleta shida mbalimbali mbali, fujo na nini, kwa hiyo amekuwa kimshtumu kwa staili hiyo, ndio maana kaamua kuzishikilia zile meli kwa ajili ya uchunguzi. Ingekuwa ni uchunguzi, ingekuwa mara kasha chunguza, ingekuwa zishaachiliwa zile meli. Lakini alienda mbali zaidi akasema, hizi meli tunazishikilia na tutataifisha vitu vyake ikiwemo mafuta ile kwa sababu ni meli za mafuta. Nikafuatilia kwenye vyanzo vyangu na, na, na taarifa ku ku, ku, ku, kuikandamiza Venezuela, Venezuela, Venezuela ina utajiri wa mafuta. Kwanza issue sio mafuta ya Venezuela, issue ni Venezuela. Venezuela ameingia mkataba na Uchina kuuzia mapipa kwa siku karibia mapipa laki like saba na kwa siku sasa, hao ni mapipa mengi sana kikawaida. E, na si mapipa tu kuuzia kuuzia Uchina, bali ni wanauza kwa mfumo wa Yemen net dola, kama tunaelewana, kwao wanatumia Yemen na sio nini na sio dola sasa Trump kaona kabisa hapa tayari imeshaanza kupungua nguvu. Kama hata hawa wataanza kutumia mfumo wa Yemen, maana yake Yemen inaendelea kutangazwa duniani dhidi ya dola, kwa sababu tukumbuke hata, hata, hata biashara inayofanyika kati ya Urusi na Uchina zinatumia Yemen na sio dola, hata mataifa ambayo sasa hivi Uchina wako nao mahusiano mazuri, au anayafadhili kwa namna moja nyingine, au ana ufadhili mkubwa ndani yayo mataifa, deni lake linalipwa au hao nchi wadaiwa wanalipa deni la Uchina kwa mfumo wa Yemen. Sio kama tuelewana. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Trump ameona kama kuna kuna kuna vita ya shilingi ya dola na Yemen. Eh, wana vita ya dola na Yemen, kwamba wapunguze kutegemea sasa dola, ili lengo lao ni nini? Ili waipunguzie makali nini? Amerika kwa ujumla, Marekani na Amerika kwa ujumla sasa hii imekuwa ni vita kubwa sana ambayo imempelekea sasa aanze kuwekewa vikwazo uh, Venezuela dhidi ya rasilimali zake kwa kiwemo mafuta. Uh, tunakumbuka hata yeye dhidi uh, ya Uchina, Uchina na Taiwan, ani tunajua wote Taiwan amekuwa ni mhanga uh, kwa muda mrefu dhidi ya ya, ya, ya, ya, ya ya ukosefu wa silaha na uhaba wa silaha kwa sababu aa na uhaba wa silaha, Taiwan yuko ndani ya Uchina E, ni moja ya sehemu ya ardhi ya China. E, kile kisiwa kiko ndani ya Uchina, na China anasema Taiwan ni moja ya sehemu yetu. Ni baada tu ya wao kipindi kile cha nyuma, kutokana na, na vita walizogombana wao kwa wao wa, wa, wa, wa, wa, wa, wengine walishinda wakachukua majimbo kama ya Hong Kong, uh, na mengineyo, lakini wengine baadhi wakachukua hili jimbo la, wakachukua eneo la Taiwan huko. Sasa basi kwa nini? Ndio maana unaona hivi karibuni Marekani ameonekana mshirika mkubwa wa Taiwan, ndio maana Taiwan, rais wa Marekani, rais wa Taiwan alisema Marekani ndio mfadhili wake mkuu wa, wa wa, kijeshi si unaelewa. Kwa hiyo na alionekana kweli, Marekani amemuuzia Taiwan silaha za kutosha na silaha nzito nzito. Ndio maana unaona sasa hivi walikuwa na operation wa China walireact faster na wakawa na operation kwenye kisiwa cha ja Taiwan, operation ya siku mbili, wao wakiita operation ya usalama wa kisiwa cha Taiwan. Jamani, hizi ni updates ambayo nakuleteni, jinsi ya hali ya mambo ilivyo. Asikudanganye mtu, ishu iliyopo hapa katikati ni vita ya kimaslahi, vita dhidi ya, ya, ya, ya uchumi wa, wa, wa, wa, wa taifa la Marekani, kwa sababu taifa la Marekani limeendelea kushika namba moja moja ya taifa tajiri lenye nguvu sana duniani. Sasa hii inatokana nini? Inatokana na kwanza, wao wana nguvu ya maamuzi kwenye kila sekta Turufu yao kata ya turufu ni kubwa sana kwanza kuanzia dola dola imeshikilia almost maeneo mengi sana ya, ya, ya, ya dunia hii kwa hutenda sehemu kakuta hamna matumizi ya dola kwao kupitia hiyo sasa wameamua waanze kuja na mkakati hususan ni watu wawili tu mataifa mawili makubwa ambayo ni mrusi na, na mchina kuja na mkakati wa kuipunguzia makali uh, dola ya, ya, ya, ya Amerika Asanteni kwa kunisikiliza jamani, na hiyo nimewapa updates kidogo kuhusu Venezuela. Kwa nini Venezuela imeatakiwa bila sababu, nanekewa vikwazo na Trump. Asante, endeleeni kusubscribe, kushare, kucomment, mnitie nguvu kijana wenu na moyo, ili niendelee kuwaletea vitu vilivyoenda shule zaidi na madini zaidi ya kutosha. Big up sana, nawapendeni sana. I love you.